Tuelekee kaunti nambari tatu ambapo serikali imelaumiwa kwa kuzembea kuwalinda waathiriwa wa dhuluma za kijinsia huku visa hivyo vikiongezeka kila siku. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la International Justice Mission, Vincent Chahale, idara ya mahakama humu nchini na serikali ya kitaifa zinafaa kuweka mikakati mwafaka ili kuharakisha uamuzi wa kesi za dhuluma za kijinsia na kuwalinda waathiriwa. jukumu la kuwalinda wananchi, jukumu la kuwalinda wasichana wadogo kama hayati Farida, ni jukumu kwanza la serikali. Serikali inachukua pesa ya kodi ili iweke mikakati katika jamii ya kuwalinda watoto wake, ya kuwalinda wanawake, ya kuwalinda jamii kwa ujumla. Kesi hii ya Farida Changawa tulipatana nayo katika mwaka wa 2021, ilikuwa ni kesi ya defilement. Um, ambapo mtoto alikuwa amedhulumiwa pale nyumbani kwao, na wakati ambapo anaaga alikuwa pia amepata mtoto. Kulikuwa na matatizo fulani ya kifamilia mpaka ikaenda, hakufanya mtihani wa klaseti mwaka huo. Nikiwa nikihusishwa mimi mama mtani, nilifika kwa boma yao na ikapatikana Farida hayuko, but sasa sikujua tena Farida yuko wapi mpaka kifo chake nilipokisikia, ndio namba Farida alirudi mpaka amesoma mpaka yuko